Na kwa kifupi pia ni kuhusu ajenda ya no reforms no election, na tunataka tutafakari wote kwa pamoja. Je, tunachokipigania ni kweli ni cha kweli kwenye ajenda ya no reforms, no election? Ni kweli? Je, mawakara wetu wanakuwa mistreated, wanatolewa kwenye vituo, hawapewi nafasi za ku simamia matokeo. Wakurugenzi ndio wanaamua nani awe wakara, nani asiwe na wakara, ni kweli? Je, wagombea wetu wanakatwa majina kwa kuondolewa, ni kweli? Na uthibitisho mwingine ni kwamba waziri wa TAMISEMI alisema wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba wameondoa wagombea wa upinzani elfu ishirini na sita na hakuna mgombea wa CCM aliyeondolewa hata mmoja, kwa kutokujua kusoma na kuandika na miongoni mwa mambo ya kijinga kuwahi kutokea kwenye nchi hii ni kwamba wakili Deogratius Mahinyira wakili wa mahakama kuu ameondolewa na gombea kijiji cha kwao kule Berege kwamba hajui kusoma na kuandika lakini mgombea wa sisi mdarasa la nne anajua kusoma na kuandika kuliko wakili. Kwa hiyo wagombea wanaondolewa. Haya tunayoyapigia ukweli kelele ni ya kweli, ni ya kweli, ya kweli ni ya kweli, yapo yamefanyika kwenye chaguzi tatu mfululizo baada ya kuwa rais Samia ametuahidi kwamba hata rudia iliyokuwa yamefanyika akarudia kwenye utawala wake. Kwa mambo yote haya tunayoyapigania ni ya kweli. Sasa kwa sababu ni ya kweli, tufanyeje? Tukubaliane na siasa za ulaghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo, kwa hiyo tuingie kwenye uchaguzi kwa kugawiwa majimbo na sisna sio kupigiwa kura au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi. Msimamo wa chama chetu ni kusimama na msimamo wa wananchi na kutokufanya siasa za ulaghai. Tumekataa kufanya siasa za ulaghai, kwa nilitaka mwafikishie Watanzania huo ujumbe kwamba Chadema sio chama cha kufanya siasa za janja janja, siasa za uongo uongo, siasa za ulaghai tunapashiu njia ngumu na njia inayoungwa mkono na Watanzania, na tutashinda. Tutashinda mapambano hayo yote, kwa sababu ni mapambano ya kweli, ni mapambano ya kurudisha utu wa Mtanzania, ni mapambano ya kurudisha dhamira ya kweli ya kuongoza nchi. Mungu atubariki sana wote, asanteni kwa kunisikiliza. Tutaongea baada ya kamati kuu maazimio ya chama chetu. Asanteni sana.